Makosa yangu unaweza unaweza ukaniambia sasa hapo, labda makosa yangu Hey, unaweza kaniambia sasa hapo makosa yangu ni yajue. Hata we ujee kunipigia simu, jua mdogo wako kwa hiyo nikaona mimi niwapigie. Sasa hata niwe upande wenu, we mfano hivi hivib sha kunipigia simu sibona, hata mi leo nimekupigia ndugu ya sijakukupigia, we hata kujua hali ya ndugu yako ushaikunipigia. Yeah, mimi kunipigia si kinachokuja, bana. Ni hivi, mtu mwache hey. Bana aongea naye hapa uzuri, ameshasikia kwamba mimi na yeye twachani. Halo bro.